Maafisa wa polisi katika kaunti ya Kisii wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha zogo lililoshuhudiwa kati ya mashabiki wa Gor Mahia na Shabana FC katika uwanja wa Gusii hapo jana. Mali ya thamani iliharibiwa wakati wa vurumai hilo lililosababisha kujeruhiwa kwa watu sabini na wawili. Hata hivyo, kama anavyotueleza Chrispine Otieno, wote waliokuwa hospitalini wameruhusiwa kwenda nyumbani. Jumatatu asubuhi uwanja wa Gusii ukishamiri shughuli chungu nzima. Hapa kina mama hawa wanajaribu kusafisha uwanja huu kufuatia vurumai lililoshuhudiwa hapo jana. Uharibifu wa ua, sehemu ya kukaa, kuvunjwa kwa madirisha ya ofisi ya idara ya michezo ni baadhi tu ya hasara iliyoshuhudiwa hapa. Viatu hivi vilivyotapakaa katika uwanja huu ni dhihirisho tosha kuhusu yaliyojiri hapa. Mawe yamejaa kwa uwanja, viatu vimejaa, na hata tunaona hapa kwetu hapa kwa uwanja hapa pamepomolewa pomolewa, lakini kazi imekuwa nyingi kupita kiasi. Bila shaka ni hasara isiyo na kifani katika uga huu wa Gusii kutokana na vita vilivyozuka hapo jana wengi wakitaka maafisa wa usalama kuchukua usukani katika mechi zijazo kama njia mojawapo ya kuzuia machafuko ilivyoshuhudiwa katika uwanja huu. Taarifa iliyotolewa na Gor Mahia mapema leo ikilaumu wenyeji wao Shabana kwa mashambulizi, ikiwemo kuruhusu baadhi ya mashabiki kufika uwanjani na silaha. Timu ya Shabana nayo ikijitenga kuhusika na machafuko hayo, ikilaumu wafuasi wa wapinzani wao. Shabana inasema taarifa iliwekwa jinsi mashabiki watakavyofuatilia mechi na sehemu zao maalum katika uwanja wa Gusii. Usimamizi wa mipira pia ikitoa taarifa kuhusiana na matukio ya Jumatatu ikionya kuchukua hatua dhidi ya timu itakayopatikana na makosa ya fujo uwanjani. Hayo yanajiri huku Wizara ya Afya na usimamizi wa hospitali ya Rufaa ya Kisii ikisema waliopelekwa katika hospitali mbalimbali wameruhusiwa kurudi nyumbani. The rest of the casualties reported to various facilities in the county, both public and private, and we are reliably informed that all of them were treated and discharged. We received a total of 52 casualties who suffered various injuries in their, uh, the various parts of the body, ranging from soft tissue injuries And minor cracks. Kamanda wa polisi Kisii, Ronald Kirui, akisema tayari uchunguzi umeanzishwa na hivi karibuni watajua chanzo cha vurumai hiyo inayozidi kulaaniwa. Chrispine Otieno, Runinga ya Citizen, Kisii.